atakayepata swali langu hapa nampa 2000 swali la hesabu sawa wewe unasoma mkoani mkoani shule ya msingi mkoani ah mwalimu wako wa hesabu anaitwa nani zinga ah na wewe unasoma wapi ila kasu hapa tuna ilala kasu hapa tuna mkoani swali lipo hivi mimi nina shilingi 200 sawa na shilingi ngapi 200 natakiwa nigawane na wewe au huyu hapa sawa lakini natakiwa wewe ni kuzidi shilingi hamsini. Sijuelewa, nikuzidi shingapi? Je, nitakupa shingapi? shule ya, ya, yeah. Shinga yeah. <laughs> ya mkoani <laughs> tuna apo, unashulewapi? Kasuru aya na nani saswali, mmeelewa lakini. Mimi na shilingi mia mbili inatakiwa we wewe hapo ni kuzidi shilingi hamsini Be, nitakupa shilingi ngapi? Tunaanza na nani? Haya. Wewe wewe ni niongoneze, ni niongoneze huko. Unipe shilingi ngapi? Yaani mimi nitakupa shilingi ngapi ili nikuzidi shilingi hamsini? Hamsini. Ndakwa? Nipe hamsini. Bangladesh school fees. Nipe hamsini. Afu ni baki na shilingi ngapi? Mia hamsini. Ndakwambia nikuzidi shilingi ngapi? Mia hamsini takwaumezidi mia hamsini kweli? Ndio jamani, kweli ndio? Na mia mbili kaomia mbili tauzidi shilingi ngapi? Hamsini. Kwa hiyo unajaa mia hamsini, achukua mia hamsini, mona a shilingi ngapi? Hamsini. Alafu inabaki na mia hamsini i shilingi ngapi? Hamsini.